Wizara ya Elimu Mheshimiwa Halima Ali Muhammad. Yeye yeah, anasema wasichana wana ufaulu kidato cha sita wanakuwa na ufaulu mzuri, lakini wanapojiunga na vyuo vya elimu ya juu ufaulu wao huanza kushuka. Swali ni je, serikali ina mpango gani uh, wa kuboresha mazingira ya kujifunzia kwa wasichana katika elimu ya juu? Anajibu naibu waziri wa elimu. Kwa niaba ya waziri wa elimu, sayansi na teknolojia napenda kujibu swali la Mheshimiwa Halima Ali Muhammad mbunge viti maalum, wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, ufaulu wa wanafunzi wanaosoma katika vyuo vya elimu ya juu wa jinsi zote kwa kiasi kikubwa hutegemea juhudi binafsi katika kuzingatia masomo kwa kadri ya maelekezo ya uhadhiri wao. Hata hivyo, mazingira ya kujifunzia kwa wanafunzi wa kike kwa baadhi ya vyuo vikuu yana changamoto mbalimbali ikiwemo upungufu wa hostel na hivyo kusababisha wanafunzi hao kupanga nyumba za kuishi mitaani na hivyo kutumia muda mwingi katika kutafuta usafiri na mahitaji yao muhimu ya kujikimu. Hali kadhalika katika mazingira kama hayo, kwa namna moja au nyingine, baadhi ya wasichana hujiingiza katika vitendo vinavyoweza kuchangia kushuka kwa ufaulu wao. Mheshimiwa mwenyekiti, kwa kutambua hilo serikali imekuwa ikifanya jitihada za maksudi katika kuweka mazingira stahiki kwa wanachuo zikiwemo ujenzi wa hostel katika vyuo vikuu ambazo umuhimu wa pekee unatolewa kwa wanafunzi wa kike na watu wenye ulemavu kwa mwaka elf wa fedha 2015/16 serikali imetoa shilingi bilioni kumi kwa ajili ya ujenzi wa hostel zenye uwezo wa kuchukua wanafunzi 3840 katika chuo kikuu cha Dar es Salaam na utaratibu huo wa kuongeza mabweni utaendelea pia katika vyuo vingine. Aidha, katika vyuo vikuu vya umma na binafsi unatolewa huduma za ushauri na unasii, dawati la jinsia na dawati la malalamiko kwa nia ya kukabiliana na changamoto zinazoweza kuathiri ufaulu wa wanafunzi wa kike. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kuchukua fursa hii kuwashauri wanafunzi wa kike kuzingatia masomo kwa makini wa hali ya juu na kujiepusha na vitendo ambavyo vinaweza kusababisha ufaulu duni na hivyo kushindwa kufikia malengo waliojiwekea. Asante Mheshimiwa Halima. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Namshukuru Mheshimiwa Mheshimiwa Naibu Waziri kwa kuwa kuna malalamiko makubwa yanayohusiana na, husiana, na na kubainika kwamba kuna rushwa ya ngono katika vyuo vyetu, jambo ambalo linapelekea wasichana wengi kupata ufaulu mdogo, lakini vile vile wasichana wengine kutoroka shule. Lakini kama haitoshi, kuna wasichana ambao wamefanya maamuzi ya kujiua na ushahidi upo. Sasa je, mheshimiwa Serikali ina mkakati gani ina mkakati gani wa kufanya utafiti ni kiasi gani wasichana wameathirika na rushwa ya ngono lakini la pili, la pili, je, serikali ina mkakati gani wa kuhakikisha kwamba wasichana wetu wanapatiwa elimu kuhusiana na rushwa ya ngono. Mheshimiwa Waziri, majibu kwa kifupi sana. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nijibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Halima Ali Muhammad kama ifuatavyo. Ni kweli taarifa hizo za rushwa za ngono zimekuwa zikisikika na hata hivi karibuni ilijitokeza taarifa ya aina hiyo kwa mwalimu mmoja ambaye ameendelea kuchukuliwa hatua, na niseme tu kwamba swala la kufanya utafiti ni swala jema. Mimi nichukulie kwamba nitalichukua ili kujifunza tatizo hilo kwa, kwa undani zaidi, lakini niwaombe pia wanafunzi wa kike kutoa ushirikiano, lakini pia hata wanafunzi wa kiume wanaweza kusaidia kutoa ushirikiano kwa mambo ambayo yanajitokeza. la na pili, katika swala la elimu, sisi wenyewe tumekuwa tukiongea na wanafunzi kupitia wakati tofauti tofauti tunapowatembelea, lakini pia nafahamu kuna taasisi mbalimbali zinazoshughulika na maswala ya kijinsia zimekuwa zikiendelea kuelimisha. Niwaombe pia hata waheshimiwa wabunge mnapopata nafasi, mweze pia kuongea na watoto wa kike, wasichana hao ili kuweza kusaidiana kwa pamoja kuona kwamba wote tunakuwa pamoja katika kupigana na kupambana kwamba rushwa za ngono zisipatikane katika shule na hata katika maeneo ya kazi. Asante, Bilago, marima. Asante Mwalimu Bilago, jandaye Mwalimu Amina Molel. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala la ufaulu wa watoto wa kike vyo elimu ya juu inategemea na ufaulu wa watoto hao hao wa kike kwenye shule za chini. A level na A levels. Sasa kumekuwa na tatizo la watoto wa kike wanaobeba mimba wakiwa mashuleni wanaachishwa masomo, na hili tumekuwa tukilizungumza muda mrefu. Ni lini serikali italeta utaratibu hapa bungeni ilete, ilete, hapa ni sheria itungwe ili watoto wa kike wanaobeba mimba mashuleni wakishajifungua waruhusiwe kuendelea na shule? Asante mheshimiwa waziri, ni lini? Asante mheshimiwa mwenyekiti, naomba kujibu swali la mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Swala hilo limezungumziwa katika nyakati tofauti tofauti. Hivi karibuni, pia tulipitisha mpango wa kushughulikia masuala yoyote yanayohusika na unyanyasaji kwa watoto wa kike, na swala hilo limekuwa likishughulikiwa pia na wizara ya afya kwa kushirikiana na wizara ya elimu, na tayari mwongozo, rasimu ya mwanzo imeshatoka, namna gani tufanye na pia niliweza kwenda kutembelea Zanzibar kuongea na mheshimiwa waziri kule, kuweza kujua wenzetu wamekuwa wakifanya vipi katika eneo hilo, tukajifunza changamoto ambazo zilikuwa zinajitokeza kwa upande wao. Kwa mfano, mwingine anaweza kasema anapata mimba na aliyempa mimba akasema anataka kumuoa, katika mazingira kama hayo. Lakini mwisho wa yote tunaamini kwamba tutaweza kutekeleza kuona kwamba fursa zinatolewa kwa mtoto wa kike aliyepata mimba kuweza kurudi shuleni. Changamoto tu ni namna gani? Je, arudi kwenye shule ile ile? Je, unyanyapaji utakuwepo au apewe shule maalum? Ndio hayo ambayo wadau mbalimbali wanaendelea kutoa mawazo, lakini mwisho yote tutatekeleza mapema iwezekanavyo. Asante mheshimiwa Molel. Asante mwenyekiti, kwa kunipa nafasi niulize swali la nyongeza. Mheshimiwa uh, mwenyekiti katika vyuo vikuu suala la miundombinu kwa watu wenye ulemavu ni tatizo, na mfano katika chuo kikuu cha Dar es Salaam ni moja ya changamoto inayochangia wanafunzi wengi, hasa watoto wakike, katika uh, kwenda madarasani na hata katika suala zima la mitihani ni tatizo kwao kutokana na changamoto mbalimbali zilizopo. Je, serikali inatoa kauli gani na hasa kwa kuzingatia chuo hiki ni kikongwe lakini mpaka leo miundombinu bado ni tatizo na ni kikwazo kwa watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Waziri, jibu wewe, mzoefu asante Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa sera kwa ajili ya watu wenye ulemavu inazungumzia kuwawekea mazingira bora ya kujifunzia na kufundishiwa. Kwa hali ya sasa ni kwamba tunayo majengo ambayo yamejengwa zamani, na unakuta kweli yana changamoto ya, ya miundombinu, lakini tunachofanya ni kwamba tunashauri madarasa yale yenye wanafunzi wenye ulemavu kuhakikisha yanakuwa ni yale yanayofikika. Kwa mfano kama darasa lina mwanafunzi mwenye ulemavu, ni vema likachaguliwa lile ambalo liko katika uh, ground floor, uh, uh, ground ground floor ili kwamba mwanafunzi yule aweze kufikia darasani bila usumbufu. Lakini kwa majengo yote mapya yanayojengwa, tumeagiza kwamba lazima kila jengo liwekewe miundombinu inayomwezesha mtu mwenye ulemavu kufikia katika eneo lolote analohitaji kuishi au kujifunzia, na hivyo imekuwa ikifanyika, na ni, ni rai yangu kusema kwamba hata hiyo miundombinu inayowekwa kwa ajili ya watu wenye ulemavu iwe ni ile inayozingatia viwango vinavyohusika, kwa sababu sasa hivi unakuta kwamba kuna shule zinapokaguliwa ili zionyeshe miundombinu yenye ulemavu zinaweza zikaonyesha tu kwamba kuna lile tuta, yani ramp limewekwa pale, lakini unakuta hata jinsi ambavyo limewekwa lina msimamo mkubwa kiasi kwamba hata huyu mtu mwenye ulemavu anapata shida. Kwa hiyo lazima kuzingatia viwango vinavyohusika katika kuweka miundombinu ya watu wenye ulemavu ikiwemo kuweka lifti. Asante.